Hizi ni durusu durusu za historia. Huyo huyu ni Devi Katobasho bwana. Katobasho film production ni miongoni mwa vijana tanzu sana bwana kukutana nao lakini uh, Devi amefanya kazi za film kwa muda mrefu sana lakini sasa hivi amepotea kwenye gemba. Sasa leo bwana, nimemfumania hapa akiwa mbeba viroba hivi vya vya mufuta kama sio mpunga, asijua ndani kuna nini, lakini mimi bwana niko na nipite naye humo humo. Mara moja nishakuja hapa Dave akanikimbia, usio bwana, mimi bwana niko na kuja nimkamate hapa hapo. Bwana bwana, shooting au interview ya David Katobasho itakuja kueleza kinagubaga kunani katika tasnia ya filamu hapa katika manispaa ya Lindi. Mimi naitwa Abdulla Sulaiman Muhibu, na hizi ni durusu durusu, usipange kukosa interview ya namna ya kipekee. Najua mwanangu, achagui kazi ya maisha. Mwanangu unapiga kazi huku na huku, nini? unanywa viboba? maisha mwanangu yendelee, mwanangu na 2025 kuna kulala, au sio? ubaya ugwela. hizi ni durusu durusu za historia.